Nchi ya Kenya inavurugika. Huu jamaa aliitwa nguzo ya ODM, sasa amefutwa kazi. Edwin Sifuna sasa si katibu mkuu wa chama cha upinzani ODM, lakini kilichofuata kimezua mjadala mkubwa mitandaoni. Wakenya wanapiga kelele, baadhi wanasema huu ndio wa mwisho wa chama cha ODM kama tulivyoijua. Karibu sana pa Mizuka Media, tazama hii. Na hapo ndo nilikuwa tunangojea, mumeingiza kidole kwa makende yetu kama Sifuna ameongea. Akuna haki ya kuongea baba, nalaumiwa na kwa kusema kwamba mimi chama changu ni ODM, hiyo makosa iko wapi? Kama wewe unatofautiana na yeye kimaoni, sema yako Tukianza, ni muhimu kuelewa kwamba ODM ni moja ya chama cha kisiasa kikubwa sana nchini Kenya, na aliyekuwa katibu mkuu Edwin Sifuna alikuwa miongoni mwa viongozi wakubwa ndani ya chama hiki. Lakini Februari 11 huko mjini Mombasa, ODM ilitangaza kitu ambacho Wakenya wengi hawakutarajia, ya kwamba Edwin Sifuna amefutwa kazi kama katibu mkuu kwa madai ya tabia isiyofaa ndani ya chama, na aliyechukua nafasi yake ni Catherine Omanyo, mwakilishi wa wanawake wa Busia. Sasa jambo hili limeibua hisia kali kwa upande wa wafuasi wa ODM na wapinzani pia hapa wakenya wanaanza kusema ukweli wao huyu ni Nuru Okanga akiuliza je kuna ODM bila Sifuna anaamini chama hiki kitakuwa tofauti sasa na hii kauli imechukua nafasi kubwa mitandaoni ni mwanzo tu wa kila kitu lakini wengine hawakubaliani kabisa na haya mambo ya Sifuna. Thank you, Mr. Oburu. Asante sana. Umefanya jambo la maana na hapo ndio nilikuwa tunangojea Mumeingiza kidole kwa makende yetu Sifuna. Hey, hey, hey, hey! ni Muluya, munataka kujua, ODM bila Sifuna sio ODM. Munataka kujua, ODM bila Muluya? Mumechukua chokora ya Busia yenye haijulikani, muna munayeka ati muna replace Muluya. ODM bila muluya asema uwezitumia kuzalalisha kiongozi fulani, nimetaja jina ya nani? Wewe umesema tuna mtu amechaguliwa kutoka Busia. Busia, sijataja jina, sijataja jina mimi. Mr Speaker, let me Mr Speaker, ngoja speaker, ngoja, sawa, listen, listen mwingine naye anaona upande tofauti kabisa. Huyu jamaa anaongea na Sifuna, anasema usijali, chama kimebakia gumba, kwamba Sifuna ndiye aliyekuwa anashika nguvu ndani ya chama. Neno limeenea kwamba Sifuna si mtu wa kukata tamaa kirahisi. Edwin Sifuna, usijali, atumetolewa kama secretary general wa ODM. ODM ni chama imeisha bana, wewe ndio ulikuwa umebeba hiyo chama <laughs> usijali, that, that's a dead party. Umeona hata mwenye wamekureplace naye mtu hatajui kuongea na usijali, Nairobi senator ni wewe. Sisi tuko nyuma yako. Hatutasahau kwamba wakati wa finance bill wewe, Sifuna, uliongea sana kutetea vijana. Hatutasahau kwamba wakati wa finance bill ulikuwa kwa street unatetea vijana, wakati wakinajalango kina walikuwa wana support mambo ya finance bill, we will not forget. Kwa hivyo usijali, wacha waende na udm yao. ODM si kitu ya kulilia, sahi chama imeisha, inaongozwa na mtu ni mzee eh? Wana believe tu wazee wenye wamechoka, inafaa wakuwe nyumbani wakiangalia wajukuu. Lakini hii hapa pia imetapakaa mitandaoni, mtu mmoja amesema kwa kumhoji Oburu Odinga na Gladys Wanga, akauliza ikiwa kama walikuwa wanangojea kifo cha Raila Odinga kabla ya kumtoa Sifuna. Wewe tulia, tuko nyuma yako, Edwin Sifuna, we are behind you. Wakwende kabisa na hiyo DM yao useless. Jambo hili limeibua mjadala mkubwa sana. Watu wanajiuliza ni mchezo gani hasa unaoendelea ndani ya chama cha ODM. Sifuna amefutwa kama secretary general wa ODM. Oburu Odinga, Gladys Wanga, eh? na hiyo team ya Linda Ground, nataka kuwauliza, kwani mlikuwa mnangoja baba akufe ndio mwanze kuvuka vitu za baba hmm? Hii ni chama ya baba na baba Raila Odinga ndiye aliweka Sifuna kama secretary general. Mnataka kutuambia ati mmefuta Sifuna kama secretary general? Nyinyi mnafuta Sifuna kama nani, Oburu dinga? kwani wewe ni uliua Raila ndio uchukue mali za Raila, uchukue vitu za Raila eh? Mtatuambia, mtatuambia kama hii kifurahia Raila iliwafurahisha kwa kwa sababu tangu Raila kufa vitu ambavyo Raila alikuwa anafanya hmm? Siku zote mnageuza tu hivi hivi. Raila alisema ya kwamba atasupport, atakuwa kwa broad based government hadi 2027. Nyinyi kuingia after Raila kufa mkageuza ya kwamba eti ni two term. Hmm? Saa hii Raila aliacha chama na ODM, chama ya ODM na general secretary ambaye ni Edwin Sifuna. Leo hii mmefuta Sifuna. Hmm? Na leo hii tena mmetangaza ya kwamba mmetoka azimio Wani? Hii kifu ya Raila, mlikuwa mnajua kifu ya Raila? Hmm? Mlikuwa mnajua kifu ya Raila? Saa oh hii yes, oh Nairobi re. County mmechanganya watu, sijui mara sijui mmetoa jalaza kuje ang'ang'anie kiti ya seneta na Edwin Sifuna. Kwani mnadhani Sifuna sio mtu? Wanadhani watu ni wajinga. Wa Mbona mnadharau Sifuna? Mbona mnadharau, mnadharau Sifuna na Sifuna baba alitoa na Sifuna? Mimi kama Raila Amolo Odinga jafufuka leo, Asema ya kwamba Edwin Sifuna, wewe nimekutoka kama secretary general. Mimi kama nyenye kutoka sita fota hao wazee wenye wako na tumbo karai wenye wanaenda kwa Ruto huko, wanataka kupeleka kwa Ruto. Mimi sitaenda kwa Ruto. Mimi nasema one term, na Edwin Sifuna mtu azikuzia uoga penye utasema tuende ndio. Mimi mi penye nitaenda penye babo wino ako na penye rengo ako, hapo ndio niko two, na kama mtaka kujua ya kwamba hii pati ya ODM ni bure kabisa bila waluya. Wajaluo ni watu wadogo sana. Watu kidogo sana, Wajaluo ni wanakuanga kwa ODM na ni, ni, ni, ni, ni real. Watu wengi wanakuanga hapo na moyo wao, Wajaluo ni kidogo sana. Waluya walikuwa wanafuata baba na upendo na ukweli. Lakini Wajaluo mnafuata baba shingo upande. Hata hujalazim mwenye sayansi nataka ninaandika sasa ya Nairobi County. Jalasi ninyi ni watu wa kwanza wenye walikimbia wakaenda kwa Ruto. Hata kama Raila mwenyewe hakuwa amefika huko. Hata mna nani atujui? Tunajua hizi vitu. Wacheni kutupima akili hadi mnafuta Sifuna. Wa, wanaume wakubwa wenye wako na makende mbili mbili na wanawake wanatoka wanaenda huko huko Mombasa vacation, alafu wanaita press meet, press conference eti wanasema ati wamefuta Sifuna. Kama nani? Mnafuta Sifuna kama nani? Mimi najua Sifuna ndio General Secretary wa ODM. Na kama Raila ndiye ajaniambia Sifuna ametolewa, mimi nitazidi kujua ya kwamba Sifuna ndio Secretary General. Na kuna hakuna mwenye anachangia na sasa, hii ni sehemu ambayo wengi hawakutarajia. Aliyekuwa Makamu wa Rais Rigathi Gachagua mwenyewe akizungumza kuhusu Sifuna, akimpongeza kama kiongozi hodari na akamwambia aendelee kuwa na moyo, wako pamoja naye. Kauli hii imevutia wengi watu, sasa wanaoji je, hawa si wapinzani wa kisiasa? Ushawishi unaenda wapi sasa? Sasa tumesikia William Ruto amesema akinunua ODM hataki Sifuna, atamfukuza. Edwin Sifuna, I want to tell you my brother, you are good leader. Ukifukuzwa na William Ruto, you are welcome to DCP <laughs> Sifuna akuje asikuje. Sifuna is a great senator in Nairobi and I have no problem with the DCP supporting Sifuna to be the senator of Nairobi. We have no problem. Si ndio? William Ruto amesema hata huyu babu wino akinunua Uh, ODM, akwe Babu wa wino ukifukuza na William Ruto, this is your home. Uja, uja nyumbani. Si ndio? And DCP is a party for Kenyans patriots. Great leaders like Sifuna has space hapa. And if you feel uncomfortable in DCP, Babu and Sifuna come to Wiper, our partner. No problem. But nyinyi watu ya ODM mkifuata William Ruto hapa Nairobi hakuna hata kiti hata moja mtapata, because kura ya William Ruto ni 24000 iko inakona hapa Langata. Na hapa tunamwona Sifuna mwenyewe kabla ya haya yote kutokea, akiwa na imani, akisimama imara, huku akionekana kama mtu asiye na uoga wa aina yoyote ile, na hajapoteza nguvu ya kusimama. Hii ni historia ambayo bado inaendelea kuzua moto zaidi. Watu wanazungumza, wanapigana mitandaoni, na siasa za Kenya sasa zimeingia level nyingine kabisa. Mukisema SG wenu wasimame kura 2027 hiyo uchaguzi tunashinda tena mapema. So nasikia kuna watu wanazunguka wakisema oh, ati ni baba pekee alikuwa anaweza kuangusha wao kura. Kuna mjumbe hapa ametuambia mtoto wa simba ni nini? simba eh, watashangaa sana. Jambo la pili, uhusiano tulioweka na serikali ya UDA mkataba huo baba mwenyewe aliwaambia, mwenye kuandika mwenye kuandika ni nani? mwenye kuandika ni nani? Sifuna. Mimi huyu sasa, wale ambao mlifanya fasaha katika shule kuna mwandishi kwa mfano eh, Chinua Achebe. Chinua Achebe ndio mwenye kuandika things fall apart, si mnajua? Wewe ukikutana na Chinua Achebe leo unaweza kupingana na yeye ni nini iko kwa hiyo kitabu? Sasa, kama mwenye kuandika huo mkataba kama mwenye kuandika huo mkataba na ujua na uelewa, najua ulikuwa ni wa nini, najua unasema nini na ni kipi haisemi. Niliandika hapo ndani mimi mwenyewe nikasema, this agreement does not constitute a coalition agreement with UDA. Iko hapo. Ruto alisaini, baba alisaini.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 Baba nalaumiwa na kwa kusema kwamba mimi chama changu ni ODM, hiyo makosa iko wapi? Kama wewe unatofautiana na yeye kimaoni, sema yako, si hiyo ndiyo demokrasia? Sema hata kama unaona baba anafanya makosa, sema.